fika katika mkutano huu ni wajumbe elfu moja, mia tisa na saba ambao ni sawa na asilimia 98.6. Wajumbe 27 wameomba uzuru. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mujibu wa katiba ibara ya 127, akidi ni nusu ya wajumbe. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti, kwa akidi tulionayo hapa ni zaidi ya nusu na hivyo kikao hiki ni halali tayari kwa kufunguliwa. Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM, baada ya kuyasema hayo, sasa kwa heshima kubwa na kukaribisha kufungua mkutano wetu. Waheshimiwa wajumbe, tukae. Mheshimiwa mwenyekiti mstaafu wa chama cha ja mapinduzi na rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi na makamo mwenyekiti mstaafu Dr. Ali Mohamed Shein, makamo mwenyekiti wa CCM Bara ndugu Stephen Masato Asira, pamoja na makamo mwenyekiti mstaafu ndugu yetu namwona Abdulrahman Kinana yupo nasi, ndugu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi pamoja na sekretarieti yako na makatibu wakuu wa staafu mliopo nasi hapa, wajumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM Taifa, wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa, wenza wa viongozi wakiongozwa na mama yetu mama Fatma Karume, nimemwona yuko hapa, lakini pia nitambue uwepo wa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dodoma Alhaji Adam Kimbisa pamoja na wenyeviti wote wa CCM mliopo, viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi katika nafasi na ngazi mbalimbali mliopo madarakani na wastaafu, mabalozi, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa mliopo nasi hapa, wageni wetu walikwa na wawakilishi wa vyama rafiki. Waheshimiwa wajumbe, tuna wawakilishi kutoka vyama rafiki kumi na tatu kama walivyojulishwa, nami naomba niwataje. Tuna wawakilishi kutoka chama cha ANC cha Afrika Kusini. Tuna wawakilishi kutoka chama cha Frelimo Msumbiji. Tuna wawakilishi kutoka chama cha MPLA Angola. Tuna wawakilishi kutoka chama cha CNDD FDD Burundi. Tuna wawakilishi kutoka CPC China. Tunawakilishi kutoka Swapo Namibia, Zanu PF Zimbabwe, NRM Uganda, RPF Inkotanyi Rwanda, PCC Cuba, WPKPRK Korea Kaskazini, Prosperity Party Ethiopia, CPRF Urusi. Lakini pia hivi punde tumepata wageni kutoka Zambia pamoja nao, uh, Watanzania ambao wanaishi nje diaspora kutoka nchi sita, nao wamekuja kwenye mkutano huu, na wote tunawashukuru na tunatambua uwepo wenu. Lakini pia nitambue uwepo wa viongozi na wawakilishi wa vyama vya siasa vyote vya Tanzania. Ndugu wajumbe wenzangu wa mkutano mkuu, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana. Kidumu chama cha mapinduzi! Nianze na kumshukuru Mola wetu mtukufu kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kwa mara nyingine tena kukutana hapa Dodoma kwa salama na amani kwa ajili ya mkutano mkuu wetu huu. Aidha, niishukuru na kuipongeza sekretarieti ya halmashauri kuu ya CCM taifa, kamati tendaji ya maandalizi ya mkutano mkuu pamoja na wenyeji wetu wa mkoa wa Dodoma kwa maandalizi mazuri sana ya mkutano huu maalum, ambapo kwa kweli mkutano huu umefana sana. Ninafurahi ninafurahi kuwaona wajumbe wote mkiwa wenye nyuso za bashasha. Ninawashukuru sana kwa mahudhurio yenu mazuri, na naamini kuwa ninyi pamoja na wageni wetu walikwa mmepata mapokezi mazuri pamoja na huduma mwafaka tangu mlipofika hapa Dodoma. Karibuni sana makao makuu ya nchi yetu. Kwa heshima kubwa, niwakaribishe Dodoma wageni wetu wote na waalikwa wa mkutano huu kutoka ndani na nje ya nchi yetu. Ninawashukuru sana wageni wetu kutoka vyama rafiki kwa kukubali mwaliko na kuja kuungana nasi leo. Kwa hakika uwepo wenu ni uthibitisho tosha wa dhamira yetu ya dhati ya kuendeleza na kudumisha udugu, urafiki, umoja na mshikamano baina ya vyama vyetu na wananchi wa mataifa yetu. Kwa niaba ya viongozi wenzangu, wa Chama cha Mapinduzi, wanachama na Watanzania wote kwa ujumla, tunawashukuru na tunawaambia tena karibuni sana. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, mtakumbuka kwamba mkutano mkuu maalum wa tarehe 18 na 19 Januari 2025 ulipokea taarifa ya halmashauri kuu ya CCM taifa kuhusu utekelezaji wa kazi za, jiu, za chama na jumuiya zake kwa kipindi cha miaka miwili 2224, lakini vile vile tulipokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM um, ya uchaguzi ya mwaka 2020 2025 kwa kipindi cha miaka minne mpaka mwaka jana uliofanywa na serikali zetu mbili. Tulifanya marekebisho madogo ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 na likawa toleo la 2025 na kumchagua makamu mwenyekiti wa CCM bara. Vilevile vile mkutano ule, kwa kuzingatia ibara ya mia moja kifungu kidogo cha pili na ibara ya mia moja na moja kifungu kidogo cha tano uh, kifungu kidogo cha, cha B, uh, za katiba ya CCM ya mwaka 1977 ulimaliza kazi ya kuteua mgombea ya wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mgombea mwenza. Aidha, ulimthibitisha mgombea wa urais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi baada ya kuteuliwa na halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa Mkutano mkuu huu ni sehemu muhimu ya maandalizi ya chama chetu kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Kama inavyoonekana kwenye ratiba ya mkutano huu, ajenda kuu tutakayojadili kuanzia leo kuangalia yaliyomo kwenye ilani tunayokwenda kuinadi kwa wananchi katika uchaguzi ujao. Itakumbukwa kuwa katika kutekeleza jukumu lake la kikatiba lililoainishwa chini ya ibara mia moja na tatu kifungu kidogo cha nne ya Katiba ya Chama cha Mapinduzi, Halmashauri Kuu ya CCM Taifa katika kikao chake kilichofanyika Dodoma tarehe kumi Machi mwaka huu, pamoja na mambo mengine, ilipokea na kuthibitisha ilani ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka huu. Hivyo basi, kesho tutafanya uzinduzi wa ilani tutakayokwenda kuinadi kwa wananchi, ili watupe imani na ridhaa, watupe imani na ridhaa kuturudisha kuendelea serikalini katika kipindi kingine cha miaka mitano. CCM Oyee! Niwahakikishie kwamba ilani ya chama cha mapinduzi ya uchaguzi mkuu hii tunayokwenda nayo imeandaliwa kwa weledi mkuu, vilevile imeandaliwa na wa wash na kuwashirikisha wananchi wenyewe, asasi za kiraia, taasisi za elimu ya juu na wadau wengine wengi kutoka makundi mbalimbali ya kijamii. Aidha, ilani yetu imeainisha vipaumbele vya chama ambavyo muda utakapowadia vitawekwa bayana. Hapa ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, kama mnavyofahamu, ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2025 ile iliyopita tunayomalizia iliakisi kipindi cha kwanza cha miaka mitano utekelezaji wa mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha miaka 2020, 2030. Hivyo ilani ya uchaguzi mkuu ya mwaka huu 2025 inaakisi kipindi cha pili na cha mwisho cha utekelezaji wa mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha mwaka 2020 hadi ishirini thelathini. Hivyo, kabla hatujaendelea mbele, tumeona ni muhimu aa, kabla hatujaiwasilisha ilani hii kwenu, tumeona ni muhimu tufanye tena mapitio ya utekelezaji wa ilani iliyopita kwa miaka mitano, na ndiyo kazi utakayoifanya leo na kesho. Tutawasilisha ilani hii tunayokwenda nayo ina vitu gani ndani na tutaizindua rasmi. Matarajio yangu ni kuwa baada ya kupokea taarifa za serikali za utekelezaji wa ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020-2025 pamoja na uzinduzi rasmi wa ilani ya uchaguzi mkuu hii mpya, wajumbe wote wa mkutano mkuu maalum, mkutano mkuu huu, kwa pamoja tutabeba jukumu la kuifikisha na kuitangaza ilani kwa wananchi. Wakati utakapofika jukumu hili litakuwa sambamba na kuyatangaza kwa wananchi mafanikio yaliyofikiwa na CCM katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka tunayoimalizia. Waheshimiwa viongozi na ndugu wajumbe, katika kuendelea na jitihada za kukijenga Chama cha Mapinduzi, nitumie fursa hii kuwajulisha kwamba jana tarehe 28 Mei 2025, kwa niaba yenu wanachama wenzangu, nilipata fursa ya kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa jengo la ofisi za makao makuu ya chama chetu itakayojengwa katika mtaa wa Salimini hapa Dodoma. Hatua hii inaashiria kuanza rasmi kwa ujenzi wa jengo hilo la ghorofa tano takalotumia mifumo na teknolojia ya kisasa. Jengo hilo linatarajiwa kukamilika mapema mwaka 2027 uh, ili tulifungue wakati tukisherehekea miaka hamsini tangu kuundwa kwa Chama cha Mapinduzi. Katika hili nirejee kusisitiza kama nilivyosema jana. Uh, kwa wanachama na wapenzi wapenzi wa Chama cha Mapinduzi kuendelea kuunga mkono na kuchangia ujenzi wa ofisi za makao makuu kama ambavyo mmekuwa mkifanya kwenye miradi mingine ya chama katika ngazi mbalimbali mbali, kote nchini. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, baada ya maelezo hayo ya utangulizi, sasa nitamke kuwa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi taifa umefunguliwa rasmi. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kufikia maazimio tuliyoyakusudia, na kidumu chama cha mapinduzi CCM, oyee! Asanteni sana.